Tume ya Uwiano na Utangamano, NCIC imeanza kutekeleza mfumo mpya wa kufuatilia matumizi ya majukwaa ya mitandao ya kijamii katika kaunti mbalimbali kutokana na kuongezeka kwa chuki mitandaoni, uchochezi na itikadi kali. Zoezi hilo linalofanyika mjini Nanyuki, kaunti ya Laikipia ambapo tume hiyo ilikutana na viongozi kutoka mashirika mbalimbali mbali, mashirika ya serikali, asasi za kiraia na kampuni za teknolojia zinazoshirikiana kudhibiti mitandao. Wanasiasa wengine wanazungumza, wanasema niko huru ya kuzungumza, freedom of expression na hate speech. So there are very thin line. Ukiangalia mm -hmm. katiba, uh, section 33, what what is is a hate speech speech and what is freedom uh, of association of freedom of of of mm speech -hmm. kwa hiyo tunawaeleza hawa uh, kwa ndani ndio waweze kujua, wakati huu tunaelekea wakati wa, uh, wa siasa tunataka vijana wetu wasitumike kwa njia yote, wawe wamejua wame, kujua we, mambo ya kuchochea ni nini eh? Wawe wanaweza make decision eh? Wakiwa wamejua ni nini what comprises mambo ya hate speech. Mimi kitu ya kwanza yenye nimesoma ni mambo ya peace na peace tunaanza kwetu nyumbani, kanisa, kijiji mpaka shule, kwa sababu ukikaa na amani pia watoto wetu wakiwa shule watakaa wata na hiyo amani. Tunaomba tume kwamba itatusaidia hapa, kabla haijashika mwananchi mdogo eh, ishike hii big fish, kwa sababu big fish ndio wanaharibu katika hii county, especially katika hii county, wacha niseme mambo ya hii county. Hao ndio naona kabisa kabisa, hao ndio uleta tatizo miongoni mwa wanafunzi ambao hawajapata fursa.